Asante mheshimiwa mwenyekiti, leo jina langu mmelipatia na sina haja ya kulirudia. Mheshimiwa mwenyekiti, waheshimiwa wabunge wenzangu, eh, nitakuwa mbunge baada ya kuapishwa leo. Nimesimama hapa kwa lengo moja la kuja kuwa kiongozi katika muhimili huu. Awali ya yote, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya na leo kufikia hapa tulipofikia, lakini tena vilevile nitoe pongezi za dhati kwa wananchi wote wa Tanzania kwa kufanya maamuzi yaliyo sahihi siku ya Oktoba 29 ambayo imewawezesha wengi wenu kuwepo humu ndani na sisi wengine kuwa huko nje. Lakini nimpongeze tena na mheshimiwa rais kwa kushinda kwa kishindo kwa asilimia nawakumbusha na mliambua msishangilie. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu leo hapa tunagombea tuna, tunaomba ridhaa ya uspika. Jamani, naomba tumsikilize. Maana yake tunaomba ridhaa ya uspika ili tuwe tuwe kiongozi tuwe kiongozi mmoja wapo katika katika bunge hili. Mimi nitajikita katika neno kiongozi, nitatafasiri neno kiongozi, na huo ndio utakuwa mwelekeo wangu, na nitakuwa natoa na mifano. Mheshimiwa mwenyekiti, neno kiongozi lina herufi zake nane, na linaanza na herufi K. Ile K ina maana ya kwamba kiongozi unatakiwa kukubali kukosolewa na unaowaongoza. Na Mheshimiwa mwenyekiti, hili tuna, tuna, tuna, tuna ushahidi kwamba hata serikali ilipoingia awamu watatu ilipokuja ile DP World, Mheshimiwa Rais alikubali kukosolewa na waliokuwa wanawaongoza, lakini kwa bahati mbaya waliokuwa wanawaongoza wenyewe hawajakuja na, na mti dawa, walikuwa wanakosoa tu hawasemi nini kifanyike. Mheshimiwa mwenyekiti, herufi ya pili ni herufi ai, ina maana ya kuwa ijue tabia ya watu unawaongoza na Mheshimiwa mwenyekiti, wote hapa ni mashahidi kwa Mheshimiwa Rais alivyokuwa anajua tabia zetu sisi anaotuongoza, siku ile ya tarehe tatu baada ya kuapishwa na kutoa ile lockdown watu wote walishangilia na maisha yameendelea. Mheshimiwa mwenyekiti, herufi ya tatu ni herufi o. Herufi o ile ina maana ya kwamba onyesha kwa vitendo, unapotaka kiongozi kufanya jambo basi wewe mstari wa kwanza kuonyesha kwa vitendo. na Mheshimiwa mwenyekiti, waheshimiwa wabunge, ni wote sisi, nimeshahidi mheshimiwa rais alipokuja wakati anaongoza awamu ya sita, tulikuwa na COVID. Alipotaka watalii waje, alikuja na Royal Tour. Maana yake ile sasa, alikuwa anasema, alikuwa ameonyesha kwa vitendo. Mheshimiwa mwenyekiti, herufi nyingine ni herufi yeni. Herufi yeni inasema kiongozi unataka unene kauli thabiti, na sisi wote ni mashahidi. Hata walipokuwa watu wanasema kwamba serikali inakopa, lakini Mheshimiwa rais alisema kweli, lakini kwa ajili ya nchi na sio kwa ajili ya mtu mwingine. Hongera sana Mheshimiwa rais. Mheshimiwa mwenyekiti, herufi inayofuata ni ji. Ile ji ina maana gawa madaraka kwa unaoongoza, na nyinyi ni mashahidi. Mheshimiwa rais kwa hili, sio sio shida zake Aliungawia madaraka Mheshimiwa popakakayaacha mwenyewe kule Arusha, na naamini hata mimi kama kula zikutosha naweza kugaiwa vile vile. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa mwenyekiti, herufi inayofuata ni herufi O. Herufi O hii inasema ondoa uonevu kwa unaowaongoza Mheshimiwa mwenyekiti, wote sisi ni mashahidi. Mheshimiwa rais alipoingia baada ya kuona manung'uniko akala, akaleta tumeji haki za jinai, tume kama tume ya jinai, na sisi leo wote tunasema hapa hakuna kukamatwa na polisi mpaka uchunguzwe. Manung'uniko yameondoka na mambo yanaenda vizuri. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, inafata ile herufi zedi, zuia migogoro kwa unaowaongoza. Wakati serikali ya awamu ya sita inakuja kulikuwa na migogoro mingi sana ya wafugaji na wakulima, pamoja na wanya, watu wa, wa wanyamapori Mheshimiwa Rais akaja na tume ile kamati ya mawaziri wa sekta, na wamefanya kazi vizuri na leo migogoro imekuwa adimu. Mheshimiwa mwenyekiti herufi ya mwisho ni herufi ai. Sasa hapa niwaambie wabunge, waheshimiwa wabunge, hapa mnapaswa kutembea kifua mbele. Kama mtanipa ridhaa ya kuwa spika katika bunge hili, nitainua vipato vyenu, kwa sababu ile nasema inua vipato kwa unaowaongoza Mtainua vipato vyenu waheshimiwa wabunge, ili na nyinyi mkawainue vipato vyao kwenye majimbo yenu, ili mradi muendelee kuja huku milele kwa milele. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana kwa kusema hayo mm. Kama haitajali waomba waombalizao wenzangu wanaoongozwa na mheshimiwa wazungu wanaweza kutangaza kujiondoa ili kazi iwe rahisi, lakini mheshimiwa mwenyekiti, lakini mheshimiwa mwenyekiti, mwisho kama watakuwa na mgomo wazangu watakuwa na mgomo. Kwa neno hilo nilolisema hapo mwanzo, basi naomba wabunge mnipe kura nyingi ikiwezekana, nami nishinde kwa asilimia 97. Asanteni sana. Aya, wa waheshimiwa wabunge, kuna maswali.